Hii kwa kushirikiana na shirika la Global Earth Labs la nchini Marekani, tumepata kompyuta tatu. Hizi zinaitwa supercomputers. Hizi ni kompyuta zenye uwezo mkubwa sana kwa matumizi ya kiliunde. hili ni shirika ambayo inashirikiana na Bill and Melinda Gates Foundation. Kwa hiyo hawa vijana wetu tulionao Deo na Saguda ni vijana ambao wao wamejikita kwenye sayansi ya matumizi ya akili unde. Kwa mara nyingi wanaandika miradi, maandiko ya miradi. Eh, na tayari hizo kazi wameshazifanya sana, mkija pale kwenye kituo chetu cha umairi wa magonjwa ya moyo na mishipa damu Mloganzila tunazo kompyuta kama hizi lakini zile zina uwezo kidogo. Wale walioandika andiko la mradi wakatuma kwa wadau mbalimbali duniani. Sasa wenzetu wa Global Earth Labs waliviona andiko lao wakalipenda sana. Wao wakati wanaandika walikuwa wameomba kompyuta moja. Sasa walivyoliona, lakini wakaangalia zile taarifa zao, wamesoma nini, wanafanya nini, wakavutiwa sana. Kwa hiyo wakasema kutokana na mnayoyafanya na mahitaji mlionayo, tutawapa tatu badala ya moja. Kwa hizo ambazo mmeziona hapo, hizi super computer tatu mlizoziona na hizi tulizoziona jumla zina ni kiasi cha dola za Kimarekani milioni 16 ambayo ni takriban milioni 40 za Kitanzania. Sasa matumizi ya hizi kompyuta ni nini? Hii akili hunde kama ambayo umeshasikia uh, tunatumia hii artificial intelligence kwa ajili ya kutafuta taarifa uh, kuzichakata na kurahisisha njia za kugundua magonjwa pamoja na matibabu. Kwa hiyo katika sekta ya afya, sisi kama chuo kikuu ambao tunatoa mafunzo ya afya nafanya tafiti za afya na tunatoa huduma ya afya, matumizi ya teknolojia ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo vifaa hivi sasa vinaenda kuboresha mazingira ya kufundishia, tafiti na huduma za afya, lakini zaidi zaidi inaenda kutusaidia sasa kuboresha uh, maisha ya Mtanzania. E, hapa naongelea kwamba tuna magonjwa baadhi ambayo tumeshafanyia kazi kama saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya titi, lakini na magonjwa ya moyo ambako sasa Tunakusanya taarifa kwa wagonjwa kutoka kwenye vituo mbalimbali vya afya. Kwa mfano, tunajua tukachukua tuka sampuli kwa mfano ya shingo ya kizazi au ya titi ya ya mgonjwa. Tunakuwa na wagonjwa wengi, taarifa za wagonjwa wengi sana. Sasa taarifa zile au picha za x-ray kwa mfano. Sasa taarifa hizo zinaingizwa kwenye hiyo kompyuta, kwenye mashine. Zile taarifa zinachakatwa. Zikishachakatwa sasa zinakuja kutoa mpango kwamba kwa ugonjwa kwa huu ukitaka, ukitaka kutambua utatumia vigezo hivi au matibabu yake ni haya. Hiyo maana yake ni kwamba sasa mnatengeneza mpango kwamba baada ya daktari kukaa kasoma vile vipimo yeye mwenyewe. Sasa mkithibitisha kwamba mashine inaweza kutumia zile taarifa mlizoziweka, inamrahisia daktari kwamba ugonjwa unaoona huu kutokana na taarifa hizi ambazo zimetoka kwenye mashine, kwa asilimia 95 mpaka 98, huu ni ugonjwa fulani, lakini tunaweza kuutibu kwa njia fulani. Sasa hiyo utakubaliana na mimi kwamba kwa Watanzania walioko vijijini huko ambao labda wanahitaji kusafiri ana saratani kuja uh, taasisi ya kansa ya Ocean Road mm-hmm, au kuja taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete na labda watahitajika kuja huku, kwa sababu taarifa zao zikipatikana kule kule, anaweza taarifa hizo akazisoma ikajulikana kwamba huyu anatakiwa haje, au tumtibie kule kule au tufanye kitu gani kwa hiyo hii, wenzetu nchi zilizoendelea wameshaitumia sana na imeboresha sana huduma za kuchunguza magonjwa pamoja na matibabu na mafunzo.